Hili si suala la Venezuela pekee. Trump ana shida na kila nchi inayomiliki rasilimali za nishati na inayounga mkono wa China. China inahitaji mapipa milioni kumi na sita kwa siku, na karibu milioni tano hutoka Irani, Venezuela na Urusi. Kikubwa, Marekani anatafuta njia za kudhibiti vyanzo hivyo ili kuiweka China katika shinikizo. Unauliza makofi polisi 100%. Trump anataka kudhibiti mtiririko wa nishati duniani, hasa katika nchi zenye uchumi wa kisiasa. Na kuna jambo jingine nataka niwaambie, Guyana, jirani ya Venezuela, imegundua mafuta mengi sana na wameipa aka Qatar mpya ya Amerika ya Kusini. Kwa hiyo Rais Maduro anaweza kuingia mgogoro na Guyana na Trump, anataka kutumia fursa hiyo hiyo kuiondoa serikali ya Maduro ili kuipunguza nguvu ya China. Mara ya kwanza majeshi ya Venezuela yalibaki yali imara na Maduro. Sasa Marekani inatumia shinikizo la kiuchumi na kisiasa ili kuwavunja moyo majeshi. Ikiwa Marekani ataweza kuwashawishi kwa rushwa maafisa wakuu, serikali ya Maduro inaweza kuanguka hata bila mapigano. Lakini bila uhakika wa ushindi rahisi na wa gharama ndogo, Marekani haitoingia kwenye vita vya wazi. Bila kupepesa, huo ndio ukweli, na Guyana ni kipande kingine kinachotazamwa, wanaita ni hot cake. Yeyote atakayedhibiti rasilimali hizo, atakuwa na nguvu kubwa katika uchumi wa dunia.